Hamu kwamba tulipewa maelekezo kwa maono ya Mheshimiwa Rais wetu Dokta Samia Suluhu Hassan ya kuazimia kuleta mabadiliko katika maisha ya wa Watanzania kwa kutumia nishati safi ya kupikia, na alitoa maelekezo kwamba taasisi ambazo zina zaidi ya watu mia moja zishughulikiwe haraka ili ziweze kupata nishati safi ya kupikia. Na kwa hiyo bodi imetembea nchi nzima kwa ajili ya kukagua miradi hiyo kwa sababu ina kiwango cha muda, lazima tuwe tumekamilisha ifikapo ishirini thelathini na nne. Kwa hiyo tumekuja kutembelea ile gereza la Maweni na tuliyoyaona yametutia moyo uh, yameonyesha kwamba hata magereza na hususan gereza kuu la mkoa wa Tanga limeanza kutimiza azma hiyo ya kuwa na nishati safi ya kupikia. Mradi mwingine ni ule mradi ambao tunafanya na wenzetu wa Jeshi la Magereza ikiwa ni sehemu ya eh... Eh, kupeleka ni nishati safi katika taasisi ambazo zinahudumia watu zaidi ya 100. Taa tumesaini mkataba tarehe 13 Septemba mwaka jana, ambapo mkataba huu na zaidi ya shilingi bilioni 35. Na skopu yake ni kwamba utapeleka nishati safi kupikia ya gesi eh, asilia kwenye gereza la Lirungu kule Mtwara na ujenzi wa miundombinu ya biogas 126 kwa nchi nzima, eh, mifumo ya LPG 64 usambazaji wa mitungi guess, ya gesi kwa staff wa magereza 15920 ya kilo 15 pamoja pa na jiko la plate mbili kwa ajili kwa kuhamasisha matumizi haya, lakini pia usambazaji wa mkaa mbadala zile la peak briquette ambao unazalishwa na Stamico ni kilo 850 tani, tani. So, tani, 850 na pia ununuzi wa mashine za kutengeneza mkaa mbadala zile za making machines zipatazo sitini na moja, lakini pia tuna komponenti pia ya kutoa eh, elimu kwa wafanyakazi wa jeshi wafanya wa la magereza. Lakini vilevile nichukue nafasi hii kupongeza wenzetu wa, wa nishati safi vijijini wa REA, kwa kweli hawa wamekuwa wakituwezesha katika kupata huduma stahiki kwa wakati. Tumepata majiko kutoka kwao, tumepata mkaa ambayo ni rafiki briquettes, lakini tumepata pia na gesi LPG ambayo yanatumika katika magereza yetu ya mkoa wa Tanga. Kwa hiyo tunawashukuru sana wenzetu wa nishati safi vijijini REA. Tunaendelea kuomba ushirikiano huu uendelee, ili zoezi hili la matumizi ya nishati safi ya kupikia liwe endelevu na tusirudi tena katika matumizi ya kuni kama ambavyo tunafahamu madhara makubwa ambayo tunaweza kuyapata kwa kutumia kuni, mazingira yetu yanaharibika, lakini hali ya hewa pia inaharibika. Pia hata wale wanaotumia kuni hiyo, afya zao zinadhoofu kutokana na ile gesi chafu ambao walikuwa wanaivuta wakati wa kutumia zoezi la kuni. Gereza ilipokea mtungi wa gesi wenye ujazo wa kilogramu mia tatu pamoja na kilo elfu moja za mkaa rafiki hivyo hadi sasa tunaendelea na matumizi ya nishati hiyo. Matumizi haya ni ya nishati safi, yamerahisisha kazi ya kuandaa chakula cha wafungwa na mahabusu, kwani kwa kutumia nishati hiyo chakula kinaiva kwa wakati. Imesaidia sana kupunguza uharibifu wa mazingira, kwani kabla ya hapo kuni nyingi zilikuwa zinatumika kwa ajili ya kupikia chakula cha wafungwa kuboresha afya za wafungwa kutokana nishati na nishati inayotumika sasa kuto kutoa moshi kama ilivyokuwa hapo awali <tune>